Mangungu ana hoja. Mm. Hoja yake iko vizuri kabisa. Uh, ni kama tukiri wazi kwamba Simba Sports Club ikifanya vizuri. Mm. Jina lake huwa litajwa mara chache sana huwa, mzee Mangungu huwa anatajwa mara chache sana. Mm. When the team is doing good, wanaotajwa ni watu wengine. Mangungu huwa hatajwi na watu huwa hawamkumbuki kama yeye ndo mwenyekiti ambaye anawakilisha upande wa wanachama. Huo ni ukweli ambao haufichiki. Hmm. Wakati pekee ambao Mangungu anakumbukwa kwamba ndo mwakilishi wa wanachama na mashabiki eh, ni wakati ambao timu inafanya vibaya, pale ndipo ambapo Mangungu atatolewa uvunguni atawekwa juu. No, kwamba Mangungu ndio ndo mwenyekiti, tuachie timu yetu, tuachie hivi bla bla zinakuwa zinakuwa nyingi. Maana ukimsikiliza vizuri mzee <coughs> kuna hoja ambayo anajaribu kuitengeneza kwamba timu ikifanya vizuri wastajwi, mm -hmm, wanatajwa watu wengine. Timu ikifanya vibaya mimi ndo natajwa, lakini mnasahau Simba Sports Club ni taasisi mm -hmm, ambayo ina maamuzi ama ina watu ambao wanafanya maamuzi collectively, oh, yeah, sio mtu mmoja maanake, mm -hmm, ni kwamba kuna mwenyekiti wa bodi, kuna rais wa heshima mm -hmm. Kuna mwenyekiti wa Simba Sports Club ambaye ni yeye mzee Murtaza <coughs> lakini bado kuna wajumbe wa bodi kutoka upande wa wawekezaji na upande wa wanachama, upande wa wanachama. Sawa. And yet kuna CEO yet kuna scouts ambayo tulitangaziwa, kuna mm -hmm. wakurugenzi wa idara mbalimbali ambao mm -hmm. mm -hmm. wanatengeneza timu mm -hmm. chombo ambacho kinafanya maamuzi ndani ya klabu ya soka ya Simba kwa maana tuseme kama excom yao kama mm -hmm. ni bodi ya wakurugenzi mm -hmm. ambapo within the board kwa katiba iliyopo, mzee Mangungu ni makamu mwenyekiti. Oh. Ni kama makamu mwenye, mwenye kiti. Kiti. Ni mjumbe wa kawaida lakini pia ni makamu mwenyekiti mwenye while upande wa mwekezaji mwenyekiti ni Mohamed Dewji ambaye ndio mwekezaji wa klabu so, ya soka ya Simba ambaye alichukua kiti kutoka kwa Salim Abdallah try again ambaye alijiuzulu. Kwa hiyo mimi ninachoweza ukisema ni kwamba kama ataanza kulaumiwa Mangungu, mm, kama ataanza kulaumiwa sijui magori, mm, sijui kama ataanza kulaumiwa sijui kocha, maana yake ni kwamba mashabiki na wanachama, mm, bado hawajui wanachokihitaji wala hawajui tatizo lao ni nini. Kuna vitu vingi sana ndani ya Simba havipo sawa havipo sawa. Kwa nini? Kwa sababu hata mchakato ulikofikia mpaka mpaka hivi sasa pale ambapo klabu ipo, e, transformation ambayo inasuasua, kuna vitu vingi ambavyo havipo sawa. Sasa ndio maana nikasema kwamba Mangungu anaweza kawa na matatizo yake, lakini ni sehemu ndogo sana katika yale matatizo makubwa ambayo yapo ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kwa nini kwa sababu upande wa wanachama kuna mm. siku tuliulizana hapa Simba haidairi wanachama wapya, yaani hakuna mtu ambaye anapewa kadi ya wanachama wa Simba mm. Mm. Mm -hmm. kwa sasa hivi, meelewa vizuri, kampista meaning kwamba wanachama ni binadamu, wanafariki sawa, mm -hmm. manaake wanapungua, mm -hmm. klabu haidairi wanachama wapya udahili wanachama wapya manake unaiongezea mfuko ama unaongeza nguvu kwa upande wa wanachama hmm. kama udahili wanachama ni sehemu mojawapo, kwamba club haipati kitu kupitia kwa members na hawa ambao waliopo, je, wanalipia kadi mm. ili upande wa wanachama <clears throat> uwe na nguvu mm. manake tutaulizana mna contribute kitu gani kwenye budget ya club, Yo ya club ya soka ya Simba Say. kwa msimu mzima. Mtu mm. atakwambia brand yetu hii hapa ya Simba Sports Club lakini analysis tunafanya, mna wanachama wangapi? Sababu ni sehemu moja wapo, hata kwenye transformation unavyoifanya hmm. idadi ya wanachama hmm. nao wangapi hmm. Sasa mzee wangu Mangungu anaongoza upande ambao ni bubu ah. bubu kwa nini ah. kwa sababu ni upande ambao ni dormant sure. Hauongezeki bali unapungua hmm. kwa sababu udaili wa wanachama haupati faida kwa sababu utaratibu wetu unaojua watu kulipia kadi ni changamoto mpaka wasikie mkutano mkuu. Upande wamebaki ni klabu ambayo amebaki kusifia klabu yenye mashabiki wengi. Shabiki haipi faida klabu direct kama ambavyo mwanachama anaipa faida klabu direct, lakini pia mwanachama ni think tank. Leo hii kuna vijana wangapi wana uwezo wa kubadilisha vitu ndani ya klabu ya soka ya Simba wako wengi, si ndio? Eh, mm -hmm. Ambao wanaweza kuwa na visheni kubwa na ndoto kubwa mno kwa ajili ya kuisaidia Simba ifike sehemu mm -hmm. Lakini ili niwe mjumbe wa bodi, napaswa kuwa mwanachama wa klabu ya soka ya Simba. Sina kadi ya wanachama no. kwa sababu klabu yangu haidairi wanachama wanachama. Ukienda kwenye mchakato wa transformation ukiuliza, utaambiwa hapa ilikuwa hivi ilikuwa hivi CD inaruka ruka. Si umeelewa? mm -hmm. Maana nikasema upande ambao anaongoza Mangungu hauwezi kuwa na nguvu kwa sababu hauna unachochangia, <tri> uh -huh. ndani ya klabu kwa hivi sasa direct, hasa katika masuala ya fedha, kwa sababu ni klabu ya mpira ambayo inatakiwa onekane fedha. Upande wa mwekezaji wa Mohamed Dewji ndo unapambana kutoa fedha na kufasilitate vitu viweze kwenda, lakini mchakato ule moo, hadi leo ukiuliza kwenye mchakato aki mchakato wa moo kukabidhiwa timu unaendaje, majibu hakuna, hakuna. Sasa yule Mo ni mfanyabiashara, ni mwekezaji pia katika biashara ambayo kesho haijulikani, atakuwepo Simba mpaka lini haijulikani atapewa timu au hatopewa, haijulikani. Hai, mchakato utakamilika lini? Haijulikani. Hai, tatizo liko wapi mchakato ili ukamilike? Haijulikani. Hai, tufanye nini ili mchakato ukamilike? Haijulikani. Hai, sasa maana yake ni nini? Upande wa mwekezaji, kwa maana ya Mo, uko dilema. Upande wa mwenyekiti Murtaza Mangungu uko dilema, katikati inabaki timu. Sasa wakati ninyi mpo dilema hapa, yani mna vitu vingi nawaza mabadiliko mm. Nawaza kwamba sasa huu upande mbona ufanyi, upande ufanyi hivi, una watu huko ambao wanakuja kucompete wanakuja kushindana. Oh, yeah. Sijui sijui, unaelewa, una watu ambao wanakuja wanazungumza lugha moja, si unaelewa? Mwanzo nimezungumza hapa leo hii kampista <coughs> akina engineer nawataja, wakina Harris, wakina Arafa Taj, wakina Alexander Ngai pale Young Africans, ni vijana tu wadogo wenye vision wenye njaa tofauti. new levels with the new devil mm -hmm, yani hatua mpya na ushetani mpya ambao unakuja kwamba kesho nataka nishinde tena, kesho kutwa nataka nishinde tena, kwa sababu ni vijana ambao wako pale kwa ajili ya kuandika historia. Lakini hawa vijana wamepatikanaje? Yani revamp ya kutoka Dr Mshindo Msola na kina Frederick Lugano Mwakalebela, kina Imani Madega mm. -hmm. ile transformation hiyo mpaka kufikia hawa vijana mm -hmm watakwambia hawa ni wanachama wa Young Africans. Simba na Yanga hazijawahi kuwa na shida ya resource, yani watu ambao wa wana uwezo wa kufikiria, haijawahi kuwa na shida ya wa watu ambao wanataka watu kwenda mbele. Lakini kampista vijana kama wale waliopo Yanga kwenye Simba wapo, lakini wanaingiaje? Automatically <coughs> mkubwa unafanyaje? Unakataa. Sasa huu si wakati wa kumlaumu Murtaza Mangungu. Si wakati wa kumla kumlaumu. Mimi ushauri wangu mm, very fair ushauri wangu mimi binafsi, oh, yeah. E, ni kama ni mwandishi, lakini nachoweza kuwaasa ni kwamba mm, wa, kama kuna mkutano mkuu, wanapaswa kwenda kujadili vitu vya msingi, si wakati wa kumlaumu Mangungu, mm, kwa sababu huyo Mangungu atoe fedha za usajili, sio mwelewa vizuri atoe fedha za usajili. Uh, kuna wakati mwingine vision za msingi mzee can't drive the vision for watu wengine wana drive vision. Mm -hmm. Sasa basi mkutano mkuu utakapofika wasiende kule kufanya ndio wasiende kule kwenda kuambizana kwamba sijui Bunju itakuwa hivi itakuwa vile itakuwa hivi itakuwa vile. Mm -hmm. Wasiende kuleteana manzoki kule. oh -oh. Wafanye vitu credible. Mm -hmm. Wafanye vitu vya kimsingi. Mm -hmm. Vitu gani vya kimsingi kwa sasa wanaweza wakatoa kwa sababu wa, wanachama wengi mashabiki <coughs> wengi wenye vision hawawezi kuingia kwenye mkutano mkuu, sio umeelewa? Yeah. Vijana ambao wana ndoto ama wana vision wana mtazamo fulani na Simba <coughs> toeni newsletter, toeni link. Jamani, tunakusanya maoni yenu, kila shabiki wa Simba <coughs> hii hapa link. Andika maoni yako, tutayachukua tutaenda kuyasema tutayafanyia kazi, maazimio tutayapeleka kwenye mkutano mkuu kwa ajili ya kuona hii timu inaendaje mbele. Maswali ya msingi kwenye mkutano mkuu, ni hoja ya kwanza, transformation wa, mm. watu wasiishie kwenye ujenzi wa timu, mabadiliko haya, sababu sasa ni ya mashabiki. Ndio maana nikasema uh, kampista watakapoingia kwenye mkutano mkuu <gulia> swali la kwanza katika ajenda mm. kubwa mm. mchakato wa mabadiliko. Hivi tuambizane, tulipokuwa ni wapi bana? Tulipokuwa ni hapa, wao wanasema tufanyaje? walisema tufanyaje, hiyo tufanya to move, wamesema tufanye hivi. Kama kuna namna sisi tumekosea katika mchakato wa mabadiliko, basi sio muda wa kufanya viburi. Watu warudi, waanze mpya mchakato. Okay. Kama hakuna sehemu ambapo Simba amekosea kwenye mchakato, basi kama kuna mamlaka ambazo zinasimamia, watoe green light kwamba jamani, taa ya kijani hapa, endelee na mchakato. Hizi fujo ama hii downfall ama hii, hii matatizo yanayotokea ni kwa sababu mm, watu hawazungumzi lugha moja mm. Mle ndani hawazungumzi lugha moja. Kivipi? Kwamba kila mtu ana ndoto zake kichwani ambazo anapigana, anapigana nazo mm. Kwa hiyo mm, mchakato wa kwanza ni mabadiliko mm. Mchakato wa pili ni lazima waka review timu itadairi vipi wanachama wapya okay. Kwa sababu mm, ukidairi wanachama wapya mm, vijana vijana wakiwepo wengi kwenye mikutano mikuu kampista yeah. Kule ndani mm watu watabishana kwa hoja, kwa hoja. Yeah. Kwenye matai watu wata raise hoja mm -hmm. za msingi kwa sababu sasa hivi ukisema Mangungu toka madarakani, sio mwanachama wewe ni mpiga kelele, mpiga kelele. Yani wewe unasema, okay. Atoke kama nani? okay. Tarejea yeah. Hoja ya kumwambia Mangungu atoke yeah. Una hoja ya kusema Mo, tuachie timu yetu kama nani? Kama shabiki? Shabiki una nguvu gani? Mwenye nguvu, mwenye maamuzi, mwenye kupitisha ajenda ni mwanachama kwa hiyo kwangu mimi mm. Simba ina malizo mengi makubwa, sio mangungu mm. ni mfumo uliopo pale yeah. Kuna vitu vingi ambavyo vinafichwa vinafichwafichwa, ambavyo wenyewe ukiuliza watu wanaruka huku wanatokea kule. Mm. Nadhani mchakato huu ukikamilika, mm. mfumo ukikaa sawa, mabadiliko yakifanyika, mgawanyo mm. ukiwa sawa, mwenyekiti ajulikane nani, upande wa mwanachama na nguvu kiasi gani, trust me, itaenda itatulia watafanya vitu vikubwa sana hii sasa hivi simuona ilivyosheki hivi. Yes, kilichotokea hichi kipigo cha jana mm -hmm, na samapoteza ubingwa huu yes. Uu upepo unaweza ukaendelea kusumbua mpaka kwenye usajili mpaka msimu unaanza, yeah. Upepo utakuwa huu, watu watakuwa wanaendelea kupepesuka. Sasa si wakati wa kunyosheana vidole, yes. Si wakati wa kupigizana kelele, yes. Ni kwenda kwenye mkutano mkuu na kufanya maamuzi kwenda kujadili, mm -hmm. Vitu vya kimsingi kama mchakato wa <laughs> mabadiliko umeshindikana <laughs> watu waseme kwa jamani mchakato umeshindikana, tuanze upya <inaudible> mchakato umewezekana Green light, kama Mohamed Dewji apewe timu kama haiwezekani <clears throat> basi unasema kwa sababu hapa watu wataendelea kupigizana kelele mm. Mwenye tatizo anajulikana, lakini kuna mtu anajificha kwenye kivuli cha mwingine.